Umaif Online TV, ukombozi kwa umma. ekuliko maziwa <ralua> atakayekunywa pafu moja tu hatosikia milele katika ummati wangu. Wengine wakasema, inna atainaka alkauthar, hakika sisi tumekupa kheri nyingi mno wewe Muhammad. fasalli lirabbika wanhar

Waislamu wa, wa zama hizi nakupeni mifano iliyo hai. Warabu wanasema wa bilmithal yatadihu al maqal, mifano hufanya maneno yawe wazi na sentesi ziwe wazi zaidi. Huyu mzaramu mwenzangu huyu huyu wa ukae mwenzangu huyu anayesema hana uwezo wa kuchinja anasubiri nyama za dezo. Mnajua mara ngapi anachinja mwaka mzima? Kwa ajili ya mashaitani na marohani na majini na waganga na washirikina na watabiri na wachawi kwa ujumla. Unakwenda kwa yule anayeitwa mtaalam, unakwenda kwa yule anayeitwa mtaalam Anakwambia tiba yako ni kichinjo, babu waukae, mwenzangu, asemi mimi basi bwana, mimi ni fungu la kukosa, narudi zangu, minapata wapi uwezo wa kuchinja, tamtolea wapi huyo mbuzi? Atakwenda kukopa, tuna lugha zetu za mjini, kopa, nyang'anya, piga, ua, garada za mbuzi lazima patikane.

Jogoo wangapi kwa mwaka uliowapeleka kwa waganga? Piga hesabu jogoo wale kwa mwaka, mara ngapi ni sawa na mbuzi mmoja? Pengine ndio utakuja kuona, sisi bado hatujafahamu falsafa ya kuchinja kwa ajili ya Allah, falsafa ya idi hii ya kuchinja. Uwezo tunao, penye nia pana njia, tukitaka tunaweza.

Bwana mtume anatuambia, mwanadamu hajapatapo kufanya amali nzuri zaidi tukufu zaidi kubwa zaidi yenye kupendwa zaidi na Allah siku ya idi ya kuchinja kuliko pale alipomwaga damu ya mnyama yaani, kuliko kuchinja. Nini maana yake? Maana yake katika siku ya Eid hakuna amali ambayo Allah nambari wan anaipenda siku ya Eid kuliko kuchinja. Kama hili alitoshi, sikiliza sasa.

Wa innahu la yati yawm al qiyama, na huyu mnyama aliyechinjwa na huyu mbuzi wako, kondoo wako, au ngamia wako, au ngombe wako, kichinjo chako kitakuja siku ya kiyama kikiwa kamili kabisa. Biquruniha, kichinjo kitakuja na mapembe yake kamili. Wa adla fiha, kichinjo kitakuja na kwatu zake zote na kucha zake zote. Wa ashariha, kichinjo kitakuja na manyoa yake yote kamili kamili, ili kuwekwa katika mizani yako ya mema yako siku ya kiyama. Subhanallah, kisha Bwana Mtume anasema: wa inna dama

Hadithi nambari 8273, na ameipokea alimamu Ibnu Maja kwa nambari 3125. Sikiliza ndugu yangu, pokea ndugu yangu, ndugu yangu wewe, mwenye kuchungulia senti zako, bakhili wa mabakhili, chuma standardi

Anazo fedha mzigo anao, mpunga anao, senti anazo, kisha akafanya ubakhili akazembea akapuuza na hakuchinja. Mtume anasema, asinikurubie, asije katika musalla wetu. Huwa watu mtaki bwana. Mtume amekukataa wewe, chuma standardi Bwana Mtume amekukataa wewe, bakhili wa mabakhili. Bwana Mtume amekukataa wewe, mkono wa birika. Bwana Mtume amekukataa wewe, mwenye kutazama sana pesa zako, hauko tayari kumwaga damu ya mnyama siku ya Idi kwa ajili ya Allah. Mwenye wasaa na asichinje, huyo asitukurubie katika musalla wetu nini unataka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kukukataa? Nahitimisha khutba yangu <coughs> kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, si kila mnyama anachinjwa udhiya. Kichinjo ndugu zangu, kina masharti na vigezo. Masharti na vigezo vya udhiya ni matatu. Sikiliza vizuri, sharti la kwanza, huyu mnyama ambaye lazima atokane na aina nne ya wanyama, ama awe mbuzi au awe kondoo au awe ng'ombe au awe ngamia. Wazee wa kokoriko Hamkubaliki hapo, wazee wa kokoriko, hamuna nafasi katika hili. Juzi tu na wallah, nimefunga leo, juzi tu, kuna mwislamu kanitumia message katika Instagram, anasema, shekhe, sina uwezo kabisa kabisa, naruhusiwa kumchinja kuku? Ndio natoa ujumbe sasa kwa Waislamu wote, kokoriko hana nafasi katika idi hii. Ukichinja kuku wako. hata Umaif Online TV, ukombozi kwa umma.